Habari njema ikirushwa iki, iki, iki Bukelebe TV <laughs> karibu sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe Bukelebe TV. Kichwa kinachosema Mungu ni mwaminifu na mwaminifu mm -hmm. E, wengi ukiwaambia waaminifu wana... wanachukulia kufuata amri za Mungu mm -hmm. E, au kufuata kanuni fulani za zinazokuwa zimeelekezwa. mm -hmm. Lakini kwa kweli pamoja na ukweli wa hilo, leo tunachotazama ni kwamba kila alichosema Bwana mm -hmm. alikitekeleza. mm -hmm. Na kwa hiyo ukitazama mwandishi hakuchagua kusema Mungu alikuwa mwaminifu. mm -hmm amesema ni mwaminifu mm -hmm. <coughs> Mara nyingi nasikia watu wanasalimiana Bwana ni mwema wakati wote, na wakati wote Bwana ni mwema mm -hmm. Yaani yeye ndivyo alivyo mm -hmm. Na tutatazama hili, napendekeza kama kielelezo cha kwamba kama yote aliyowaambia Israeli aliyatekeleza mm -hmm. Maana yake yote aliyosema hata juu yetu atatekeleza, na ukifuatilia Biblia amekuwa akitekeleza hivyo mm. Yoshua 23 aya 45 inatupatia fungu ambalo linaliweka hilo vizuri. Ametumia maneno kwamba halikuanguka neno lolote aa, katika jambo lolote lililojema, ndio ametumia lililokuwa ni jema, ndio ambalo Bwana alikuwa amelinena mm -hmm. anasema katika habari ya nyumba mm -hmm. ya Israeli Amina. anasema mm -hmm. yalitimia mm -hmm. mambo yote mm -hmm. kwao. Utaona fungu lenyewe ukilitazama linazungumza lina, lina juu ya ukweli ule ule mm -hmm. yeah. halikuanguka yeah. hii kuanguka yani, maana yake halikushindwa, haikushindikana yeah kutekelezeka jambo lolote. mm -hmm. Na, na unaona anasema, amesema neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema mm -hmm. ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israel. Kwa, kwa lugha rahisi, kila alichosema mm -hmm. kila alichosema kwamba atatekeleza alitekeleza. mm -hmm. hata hivyo, tutatazama hii tuki, tukiona kwamba kumbe Bwana anachoahidi anatekeleza mm -hmm. Ni hasa hata hapo unajiuliza katika hii kwa haraka mm haraka -hmm. Eh, ameshawatoa wa Misri ama agano mm -hmm. Eh, yanaanza nyuma kwa Adamu mm -hmm. lakini kwa faida ya somo letu la leo hasa kwa ajili ya Joshua mm -hmm. ni kwamba ameshawatoa wa Misri Joshua ameongoza ame, ame, ame wamevuka mm -hmm. Tunasema ameongoza lakini tunajua hakuwa kiongozi yeye mm -hmm. Alikuwa kamanda wao anayoonekana lakini akiwa chini ya kamanda mwenyewe yule ambaye ni Yesu. mm -hmm. Wamevuka, wamepigana. mm -hmm. Bwana amewapigania. mm -hmm. wametwaa nchi. mm -hmm. E, na sasa wa, amegawanya. mm -hmm. Bwana ameleta amani. Yoshua, mm -hmm. sasa ni mzee <laughs> anatoa nasaha, hata kama tutarejelea hotuba yake ya kwanza lakini tunatazama yale anayotoa katika hotuba yake ya mwisho mm -hmm. Ana, anapoona kama yuko uzeeni mm -hmm. kwa hiyo mkazo ni kwamba Bwana ni mwema mm -hmm. nilitaka hata hivyo niseme uh, kwamba somo letu limenukuu uh, rais wa Marekani yeah. aliyetoa hotuba ambayo ilikuwa na maneno mengi yameelezwa hapa elfu moja mia tatu sitini na sita na, naan sio mengi sana, ni kama kurasa tatu nne mm na ana mimi nimechukua kitu kimoja yuko, huyu rais. Mimi ninachojua ni kwamba eh, tumekuwa tukisema mara nyingi kwamba aliwaambia Marekani, usiulize Marekani itakufanyia nini, mm -hmm. <laughs> <laughs> bali wewe utaifanyia nini Marekani, mm -hmm. lakini mwandishi ameiweka hivi, mm -hmm. kwamba aliwataka kuwa makini zaidi na wajibu wao badala ya manufaa yao binafsi, mm -hmm. kwamba watafanya nini, mm -hmm badala ya kwamba watafanyiwa nini. mm -hmm. Kwamba ni nchi ni yao, mm -hmm. wao ndio wanafanya. Mwandishi alitumia maneno aliyonukuu kwa huyu bwana akisema, mm -hmm, lakini tukijua kwamba hapa duniani kazi ya Mungu lazima iwe yetu wenyewe kwa hakika. mm -hmm. Labda mkazo ni kwamba tunao tuna wajibu ambao Mungu anatutarajia tuutende. mm -hmm. Ni kweli, Mungu Yoshua, wameshakabidhiwa nchi na tuliona juma lililopita na Bwana ametengeneza amani lakini Bwana ana vitu ambavyo anawataka wafanye ili wampe ruhusa akamilishe, yeah, kile alichofanya. Kwa leo tunaangalia uaminifu wa Bwana kwa maana hiyo ya kutekeleza kile alichosema mm -hmm. kile ambacho Bwana amefanya na kile ambacho hata au anaendelea kufanya e, e, tunaangalia ujira wa watu, watu, watu waaminifu. Aa, kile ambacho tunapaswa kufanya na adhabu kwa watu ambao au niseme ya, kwa watu ambao sio waaminifu e, katika yale ambayo Bwana ameelekeza.